Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kumkamata na kumzasa mtu huyu ambaye Webusta William Mwatebele ambaye sasa ni mtumio katika kesi hii alisema atawaonyesha. Kwa hiyo baada ya muda alifika mtu mmoja na mtumio huyo akawaeleza askari kuwa huyo aliyekuja ndiye Edward Christopher Kayuni na ndiye waliyeshirikiana naye kumuua yule binti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 Mtuhumiwa Webusta William Wantebele naye aliona ndo nafasi ya kuweza kuwakimbia askari ili kukwepa mkono wa sheria usimfikie au mkono wa sheria dhidi yake usiendelee kumdhibiti. Ndipo askari baada ya kugundua hilo pia <laughs> waliona na wa yeye waweze kumdhibiti kwa, kwa kupiga kwanza risasi juu wakimwonya asiendelee kukimbia, na hizo risasi zilizopigwa ni zaidi ya risasi tatu na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia kuelekea vichakani. Kama mnavyojua eneo la Charangwa liko kwenye ma, kuna miti na makazi yako mbali kidogo, kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa vichakani, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa waharaka sana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 na weledi pamoja na usubutu wa kuwa na na kubwa zaidi kwa ajili ya kwa hiyo mimi nashukuru sana narudi, nashukuru sana jeshi la polisi, kamanda wa mkoa na wasaidizi wake wote wamefanya kazi kubwa, na vijana wao wamelala, wamekesha wakifanya kazi. Kwa hiyo vijana wetu ni wahalifu wengine tunaishi nao. Kwa hata sisi jamii tunaoishi na vijana wetu hawa tuwabaini, kwamba ukimwona kijana hana mwelekeo ambao sio sahihi bola kutoa taarifa sehemu husika vijana tamaa ndio tamaa ambazo zinapelekea kufikia katika o sisi tunaishinao u wako na nao wengine sisi watoto wetu wazazi wetu wengine marafiki zetu kwao tuwe na sisi ni walinzi jukumu la ulinzi ni mwananchi mwenyewe kila mtu ni mlinzi kwa taifa lake kao tukiona dalili kama hizo tuweze kutoa